Leo niko hapa kusema jambo moja. Mwanamke, si kila machozi au maombi utakayomlilia Mungu kwa kudai mume wako hakujali, kukutelekeza au kukuacha kabisa, basi hayo maombi na machozi Mungu atayajibu. Unapomwendea Mungu, jambo la kwanza kabisa ambao unatakiwa kulijua, unatakiwa kujua kwamba ni Mungu, ni Mungu wa haki. Kwa hiyo siko hapa kwa ajili ya kuwatetea wanaume, hapana, ila niko kukukumbusha nafasi ya mwanamke kibibilia. Unapoenda mbele za Mungu kulia kwamba mume wako hakujali, amekutelekeza, amekuacha na watoto, unatakiwa kwanza uwe umesimama kwenye haki na unajua nafasi yako kama mwanamke kibiblia mwanamke ameumbiwa kuwa mtii kwa mume wake. Kibiblia mwanamke kapewa jukumu la kumlinda mume wake kwa maombi. Kwa hiyo ili Mungu akusikie na amwadhibu yule mtu au amrejeshe huyo mwanamke kwenye maisha yako ni lazima ajue, wewe wakati uko na huyo mtu kwenye ndoa, aa, kwenye maisha yenu ya furaha, ni mtu ambaye ulikuwa unamtii. Ni mtu ambaye ulikuwa unamwombea, au ulikuwa ni mwanamke mwenye mashindano, mwenye kiburi, mwenye dharau? Kwa hiyo ukienda mbele za Mungu kumlilia juu ya mume wako, alafu wewe hukusimama kwenye nafasi yako, nataka nikuhakikishie mwanamke, hata ungelia Januari mpaka Disemba, hata ungelia mwezi wa kwanza mpaka wa kumi na mbili, machozi ya namna hiyo Mungu ajibu. Unapoteza muda, unapoteza muda. Ukumbuke ni Mungu wa haki na anapigania wenye haki.